Kuna watu wanapoingia kwenye mitandao huu kwenye Twitter mfano. Pengine kuna kikundi cha watu elfu moja, elfu mbili, wanajadiliana wanazungumza, wanachangia wakaona kwamba wale elfu mbili ndio Watanzania wote kwa sababu kuna comments nyingi pale zimeunga mkono, ndio bwana, tusikubali bwana. Akiangalia comments zile za watu mia tatu, mia nne oh, Tanzania wote watuunga mkono. Sasa acha wazimu, kuna watu wenye akili timamu. hatuwezi kukubaliana na jambo kama hilo. Kwa hiyo watu kama hawa wale kuzunguka na kuzungumza lugha hatarishi wenye mamlaka wa wachukulia hatua za haraka sana. Sisi kama raia wa Tanzania hatukubaliani na jambo hili. Sisi Waislamu hatukubaliani na jambo hili. Sasa mkija tena mkianza kutubagua kwa sababu ya Uislamu wetu, kwa sababu ya ukanda, hawa ni Wazanzibari, wale ni kadhi, yakija hayo masuala hayo sasa, hayo ni mingine mabaya zaidi. Sasa haya ni masuala mabaya zaidi. Waangalieni sana hawa viongozi.